Hello, haya ni mambo saba asiyotaka mwanamke wakati uh, wa tendo uh, la ndoa. Uh, namba moja mwanamke asichotaka ni mwanaume kumaliza seksi ana kuondoka. Unapomaliza uh, seksi na kuinuka unaondoka, huwa anaumia sana kwa sababu anahisi unakuwa umemkatili uh, kihisia. Angalau dakika 20 uh, pa, uh, baki pale dakika 20 ili muweze kuongea after after sex, lakini ukifika uh, kitandani na kuanza seksi, mwanamke anahitaji maongezi kiasi fulani akili uh, yake aiweze uh, kuwa active kwa lakini pia kukojoa na kuchomoa papo kwa papo, pale mwanaume unapomaliza kukojoa na kuchomoa uume wako pale kwa papo kwa papo, basi mwanamke huwa anajisikia vibaya sana. Angalau dakika mbili mpaka tatu uume pia uanze kunywea, hapo ndo unaweza kuchomoa. Na namba nne ni usimwage nje. Baadhi yao bila kukojolea ndani hawatapata raha kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana, wanawake hili jambo hawalihitaji. Jambo la mwisho ambalo la tano niepuka matumizi ya simu at your bedroom, usitumie simu. Lakini pia kutosoma nyakati zake za kihisia, fahamu nyakati zake za kihisia. Lakini mwisho, kutoshukuru au kutoonyesha appreciation mara tu baada ya tendo la ndoa. Tuambie hapo chini ni jambo gani ambalo wewe mwanamke unalichukia.